Na nini hapa, kama hakuna maoni mabaya, iko kweli, walimu hapa hawafanye vizuri, hawafanye eh, vizuri. Mtu unakaa kabisa unaandika, Bwana Mwalimu Muwando, hongera sana, unafanya jitihada kubwa kuhakikisha kwa kwamba sisi wanafunzi tunapata elimu bora. Mwalimu raha jitihada raha kwa hiyo anajituma mpaka hatua yake ya mwisho. Mwalimu nasi bah. nasa <tikin> eh hey, nasa unafanya vizuri kwenye somo lako la Kiswahili, msikae bila kutoa nini maoni <tikin> eh hey, na kama kuna jambo lina tatizo pia bila kunafanya mnaandika. Ndio maana nikasema hivi hivi sauti inaitwa sauti <tikin> <tikin> eh hey, sasa mkiwa sasa nyinyi mnajibana ama wapongezi walimu kuna maoni mwingine, manata anaogopa, lakini mwingine pia akipatwa na changamoto kusema hadharani anaona aibu. Lakini ile sanduku limewekwa, maana yake ni kutoa maoni ambayo, kama kuna mambo mabaya mnasema, mambo mazuri mnasema, ushauri kwenu ninyi wanafunzi pia mnatoa. Lakini pia hata kama kuna mwanafunzi unamwogopa tabia zake mbaya, naona eh?